Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, dominika hii ni dominika ya 32 ya mwaka si wa Kanisa, ambapo tunaadhimisha sakramenti hii ya kipaimara kwa watoto wetu. Tunapoadhimisha sakramenti hii, ni Pentekoste kwa watoto wetu. Roho Mtakatifu anawajia na kuwaimarisha waweze kuwa maaskari hodari wa kulinda imani, kuitetea imani na vile vile kuishuhudia katika maisha yao. Wamejiandaa kwa mwaka mzima, na katika maandalizi hayo wamejifunza vizuri nini maana ya imani Katoliki. Wamejifunza vizuri kwamba sio tu yaweke haya kichwani tu bali wamejifunza maisha. Na kwa sababu hiyo, katika yote haya ni jukumu la wazazi pamoja na watoto hawa kuiishi hiyo imani, ili haya wanayojifunza yasiishie tu parokiani, yasiishie tu wao na makatekisa, ila yawe maisha katika familia, maisha katika jamii maisha katika mashule wanakosoma, waonyeshe utambulisho wao kama Wakatoliki. Ndio maana sakramenti ya Kipaimara maanake, inahakikisha inawahakikisha hawa kwamba kweli wanaijua imani Katoliki, inawathibitisha kuwa ni kweli hawa watu, inawaimarisha e, katika imani hiyo, ili waendelee kuonyesha utambulisho huo hata sisi wenyewe tukiwa na watoto wetu kule nyumbani manake tulipo pataonekana kwamba hii familia ni ya Katoliki, hawa watoto wanaosoma hapa ni wa Katoliki. Ndio maana yake sakramenti hii ya Kipaimara ndio maana inaitwa sakramenti ya Roho Mtakatifu, wanapakwa mafuta wanapakwa mafuta hayo, wanampokea Roho Mtakatifu huyo, wanapata muhuri huo mioyoni mwao, ili roho ya waongoze katika kweli yote, ili wasije wakaishi unafiki, wasije wakawa na kiburi na wasije wakawa na majivuno, bali wawe wamejaa unyenyekevu. E, tunaadhimisha sakramenti hii na masomo tuliyoyasikia ni masomo tuliyoyasikia siku ya Pentekoste katika sherehe ile ya Pentekoste masomo haya yalisomwa katika tafakari ya natukumbusha sana kwenye agano la kale mnara wa Babeli unaposoma katika kitabu cha mwanzo sura ya kumi na moja ile jamii ilipoendelea vizuri wakafika mahali waliona kwamba hawamhitaji tena Mungu na kwa sababu hiyo, wakaona wajenge mnara mrefu ukafike mpaka mbinguni, kwa sababu wao sasa ni wenye maendeleo. Hicho ni kiburi cha mwanadamu na hayo ni majivuno ya mwanadamu. Lakini yote haya, vipaji tulivyo navyo, mambo yote tunayokuwa nayo, utajiri tulio nao talanta tulizo nazo zinatoka kwa Mungu. Kwa kitu ambacho ni cha kwanza ni kuwa wanyenyekevu na kusema asante Mungu. Sasa hawa walianza kupigana na Mungu na kupambana naye, matokeo yake lugha yao ilichafuliwa, hawakuweza kuelewana tena. Pengine na katika jamii yetu tunaweza tukaona hayo kwamba hatuelewani tena, kila mtu anaongea cha kwake Huenda jamii imetawaliwa na uongo zaidi na unafiki, kwanza hata kwenye familia. Kusema nimetoka Bagamoyo, aa, nimetoka Dar es Salaam, ndio maana nimechelewa, kwa sababu nitaulizwa Bagamoyo hapa tu nafanya nini mpaka saizi? Likua hujafika usiku, Dar es Salaam, foleni kubwa, uongo. Matokeo yake dhamiri zinakufa kutoka kwenye familia mpaka kwenye jamii mpaka kwenye taifa, dhamiri zinakufa uongo tu, kuzushiana, kusemeana yasiyo. Sasa yote haya yanaonyesha tumechafuka, yote haya yanaonekana, hatuonani tena kama binadamu, hatuonani tena kama ndugu kila nayemuona ni kama adui wake na hatuaminiani tena. Na hili ndio tatizo, na ndio maana sasa, kama na sisi tunahitaji Pentekoste, tunahitaji Pentekoste yetu. Na ndio maana tulipokuwa tunamwomba Roho Mtakatifu katika sekwensi ya tuliyoimba, sehemu ya kwanza tumemtambulisha ni nani huyu Roho Mtakatifu: ni mfariji anatuburudisha ni mwanga anatupa neema, ni mgawa wa vipaji. Na tukajitupa mbele yake kwa unyenyekevu mkubwa, bila wewe mwanadamu hawezi kitu, tunahitaji msaada wako. Ni unyenyekevu wa hali ya juu. Kwa maneno mengine, yale tuliyoaimba, tukiaishi vizuri, yanatusaidia sisi katika maisha yetu na katika E, ushirikiano wetu kutoka kwenye familia mpaka kwenye jamii mpaka kwenye taifa. Na ndio maana sehemu ya pili tunajiangalia sisi katika sekwensi ya hile katika kumwomba Roho Mtakatifu e, ulegeze ukaidi. Sisi ni wakaidi, na ndio maana tunatenda dhambi makusudi tu, yani tunaona sawa tu tumeisha sahau, dhamiri zimekufa. Wewe ulegeze o ukaidi, osha machafuko yetu, tumechafuka ndani mwetu, pasha moto ubaridi wetu tulio nao, ponya majeraha tulio nayo, panyeshe pakavu petu ambapo hapazai matunda. Niweza kaa kwenye familia, niweza kaa kwenye jamii naweza kawa kwenye wadhifa nilio nao, naweza kawa kwenye chochote kinachokifanya, lakini sizai matunda. Nakaa na, na pale baada ya kutumikia na kutumika nakuwa bosi kupiga ile, inakuwa ni tatizo katika safari yetu. Ndio maana tunapoomba, tunaomba uoshe machafuko yetu, tunaomba ulegeze ukaidi wetu tunaomba unyeshie pakavu petu. Sehemu ya pili katika sekwensi na sekwensia, hili ni sala ambayo tunamuomba Roho Mtakatifu aje, na ndio maana wimbo wa katikati wa leo, anapokuja anafanya yote upya, tunaanza upya. Tunaona katika somo la kwanza wa, wale mitume waliposhukiwa na Roho Mtakatifu walikuwa kitu kimoja walikuwa na umoja, waliongea lugha moja, na watu wengine waliwaelewa. Na ndio tunazotakiwa kukifanya, watu watuelewe. Sasa manake, tuwe na dhamiri hizo, maanake katika mtaguso wa pili wa Vatikano tunakumbushwa nasema kwamba e, ndani mwetu humo tuna hiyo dhamiri ambayo ndio hekalo la Mungu, ambapo tunaongea na Mungu huko ndani, ambayo mtu mwingine wa nje hawezi kujua tunaongea nini tunaonywa humo, tunaongozwa humo, tunaambiwa tulivyo. Tatizo kupokea ukweli na kuona ukweli kama kuonewa, kwa maneno mengine, kutokuwa tayari kupokea ujumbe wa Mungu ambao ni ukweli kwetu wa kutuponya katika maisha yetu na katika safari yetu ya kumwelekea yeye kwenye ukamilifu, ilikuwa tatizo hilo. Ndio maana wale mitume wale walipoanza kuhubiri habari njema, maanake habari njema ile iliendana na walivyo katika ushirikiano wao, katika upendo kati yao, na alichokisema sasa kinaendana na walivyo watu, walishangaa, tunawaelewa hawa. Pamoja na kusema tumetoka sehemu mbalimbali, lakini tunawaelewa hawa Si kazi ya binadamu hii, wanashuhudia watu, ni maajabu ya Mungu. Haya ndio jamii ya kikristo inabidi iwe hivi, na jamii ya kikristo haipatikani kanisani tu. Jamii ya kikristo inapatikana kwenye jamii, kwenye kazi, hata katika siasa, hata katika chochote tunachokifanya. Jamii ya kikristo inaonekana huko, kwamba Yesu Kristo anahubiriwa anatangazwa na watu wa dhamiri zao kweli zinawaongoza katika maadili mema, inavyompasa mwanadamu, si wanafiki, ni kutoka moyoni. Ndio maana watu wanasema, angalia, watu hawa ni watu wa Mungu, hawa wanavyoishi kweli ni maajabu ya Mungu. Tunapendezwa na jamii ile, ndio inavyotakiwa katika maisha yetu na ndio maana somo la pili natukumbusha tusiwe na majivuno kwa vipaji tulivyo navyo. Swala si kuficha maovu yetu, si kwa sababu tujaonekana eh? Mungu anatuona hatuwezi kujificha kwa Mungu. Mungu anatuona, kama wewe umepiga mtu ilikuwa siri, hata kama umeua mtu ikawa siri, lakini Mungu anakuona umeua Mungu anakuona, hata nafsi yako inashuhudia yale uliyoyafanya. Na kwa hiyo wakati wote utasutwa tu na utasikia sauti hiyo inakwambia ulichokifanya, sio kama tunavyosoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya nne, katika sadaka ya Abeli na Kain, ya Abeli ikapokelewa, ya Kain haikupokelewa kutokana na yale aliyokuwa nayawaza na nia zake. Makapi yale ndio nimpelekee Mungu, vinono ni vyangu. Lakini Abel akasema vile vinono ni vya Mungu, vile ambavyo sio vinono hivi ndio hiyo vyangu mimi, ngoja nikampelekee vinono Mungu, na mi mbaki na vile visivyo vinono. Matokeo yake sasa sadaka yake ikapokelewa na ya Kaini ikakataliwa. Nini kilichotokea? Wivu. Si kwamba nimefanya vibaya, ila kwa nini huyu? Matokeo yake mauaji. Abeli, eh, Abeli aliuawa kwa sababu ya tamamu, eh, kwa sababu ya wivu. Na katika maisha yetu tunafanya hivyo wakati fulani. Kuua mtu si lazima kushika kisu kumchoma, hata katika maneno kumnenea maneno mabaya ya uzushi, unamharibu, unamuua kisaikolojia mwenzako, matokeo yake anachafuka, ambayo ya ni sura na mfano wa Mungu. Na tunajua kwamba hata mtu akikosea, hata akikosea, bado ni sura na mfano wa Mungu. Wajibu wetu ni kumsaidia, na ndio maana lazima uwepo utume wa Mungu kwetu, lakini utume wa mwanadamu kwa kazi ya Mungu inafanya inatendeka ndani. Utume wa mwanadamu ni ule ulio nje, kwa kukemea, kwa kuonya. Neema ya Mungu inafanya ndani, inafanya kazi ndani, na inapofanya kazi ndani, si majivuno kwamba nimefaulu kufanya moja mbili tatu, ila ni kwa sababu nisaidia ndio hayo yanasaidia. Kwa hiyo sio swala, si la majivuno. Talanta tulizonazo tumepewa kwa ajili ya kutajirisha jamii ya Kikristo, jumuiya ya Kikristo, sio kwa ajili yetu kwa si, kama sio mimi moja mbili tatu, kama mimi. Sio kiburi kilionekana hata kwa enzi zile. Tumtegemee Mungu katika maisha yetu Tumtegemee Mungu katika maisha yetu. Kuna wale jamaa waliotengeneza ile meli ya walioona Titanic, sijajua kama walimtegemea Mungu au nini, siwezi kawa kaanza kwa hukumu hapa pana kwa hiyo unaweza ukatengeneza kitu ka, uka, ukafanya kawa kizuri. Sasa eh, e, nimefaulu, ni kwa elimu nilionayo mimi. Kumbe elimu tunayokuwa nayo ni kwa ajili ya kumjua Mungu zaidi na tunapomjua Mungu zaidi, tumpende na kumtumikia ipasavyo, si kwa ajili ya majivuno, ila ni kwa ajili ya kusaidiana kwa elimu tulio nayo. Lakini wakati fulani tunaweka majivuno, tumefaulu, tumefaulu kufanya moja mbili tatu, tumefaulu kufanya moja mbili tatu, matokeo yake tunaharibu kwa sababu tumemweka Mungu pembeni. Somo la pili bado linatukumbusha umoja, taranta tulizo nazo si mali yetu, tushirikishe na ni kwa ajili ya utumishi, si kwa ajili ya kubaguana, wala sio kwa ajili ya kudharauliana, ila kwa ajili ya utumishi, utumishi uliotukuka, utumishi ambao uko katika Kristo, kama alivyofanya na tuonyesha kwa mfano kwetu. Na ndio maana injili inaangalia watu wenye wasiwasi, watu ambao hawana matumaini tena, watu wenye hofu. Kristo mfufuka anatoa zawadi amani kwenu, anatoa zawadi ya amani na amani. Zawadi ya amani ni zawadi ya ndani, unaweza kujisahau ukasisitiza amani, amani amani koko tunakwenda amani amani amani, amani, amani. Lakini huku unapiga virungu watu, huku unasema hiki huku unatukana saa, amani amani hapana. Amani vinaendana na haki, na ndio maana Yesu alisema, amani iwe kwenu, na kuishia pale. Baadaye alisema ninawatuma kama baba alivyonituma, nami nawapeleka ninyi lakini ili ni mkafanye kazi hiyo mjue huko, e, si rahisi. Anawatuma mitume wale, si rahisi hivyo. Watu wamejaa upofu, watu wamejaa ukungu, hawaoni tena mbele, wanahitaji mwanga. Pokeeni okay, Roho Mtakatifu awe nyenzo, na kutokana na Roho Mtakatifu huyu mkaondoe ukungu ambao uko machoni pa watu, waone. Kwa maneno mengine, wazitumie vizuri dhamiri zao za kikristo kutambua maovu na kuyaacha maovu na kumwamini Mungu. Pokeeni Roho Mtakatifu, nawapeleka ni mkaondole dhambi, watu wajae msamaha, watu wajae uvumilivu watu wajae unyenyekevu, wawe tayari kupokea. Mwenye kiburi hayupo tayari kupokea maonyo wala ushauri. Ndio maana amani sio ulinzi wa maaskari wengi au mia moja wengapi, sio hiyo, kwa sababu katika hilo Mungu akiamua kukuchukua na kuchukua katikati ya maaskari wako hawao kwa heri, njoo unakufa zako kwa amani. Ile ya ndani ni ile amani ambayo inakuwa inakufanya wewe uwe na utulivu na uweze kuongea na Mungu wako ndani mwako, na katika kuongea na Mungu ndani mwako uweze kuwaona wenzako ni ndugu zako na uwasaidie katika yote, kama eh, injili inavyotoshauri Tupendane, na katika kupendana huku na tunapopendana hapo, Mungu anakaa kati yetu, na Mungu anayekaa kati yetu, maanake sisi sote ni watoto wake, na kwa hiyo tunaishi kama watoto wa Mungu. Kwa hiyo tunapoadhimisha sakramenti ya kipaimara hapa kwetu Zinga, tuyatafakari hayo yote na tumshukuru Mungu kwa yote anayetujalia, kwa uhai, kwa afya njema na tuendelee kuimarisha imani yetu kwa kumtegemea yeye zaidi, kwa sababu ni zawadi kutoka kwake. Tuendelee kumwomba Roho Mtakatifu, kuomba Pentekoste kama tuelewane, huyu Roho wa umoja akae kati yetu, kila mtu atambue wajibu wake, aweze kuutenda na ajue kwamba ni jukumu lake kulitenda lile ambalo linatakiwa katika maisha Atambue haya tunayosema, isiwe kwamba kwa sababu tu tulikuwa kanisani, ila kwa sababu ni sehemu ya maisha yetu. Ukristo wetu si kitu cha nje, ni maisha. Tutatambulika kwa matendo yetu, kwa matunda tunayozaa katika jamii na katika maisha yetu. Tusiue dhamiri na, kwa sababu, tuwalee watoto wetu wakuwe katika imani, tuwaongoze ipasavyo. tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Watoto mko wangapi? mnaopata kipaimara mko wangapi?